Kwambia unaweza kuwa umeteseka katika dhambi kwa muda mrefu, lakini bado na majibu ya kukusaidia. Anakusaidia, anasema kwamba mimi nitamwomba baba atawapa msaidizi. Katika juhudi na nakifanya kumtafuta Yesu, kukimbia kuwakaika kwa chini ya Yesu, Yesu anasema atakupa mtu akupa push, ili mambo yamepesi vingilevyo, amna kitu sasa. Ile neno msaidizi unaliona pale, msaidizi Manake parakretos. Narudia tena. Inaitwa parakretos. Sema para parakretos. Eh, tamka kama ujibe kwa. Parakretos. Parakretos. Ndio msaidizi. Sasa, msaidizi ndio nikueleze manake nini? Cha kwanza. Huyu msaidizi atakushauri. Jana nilikuwa kwenye sehemu fulani, ninafanya kazi fulani. Kwa kuna umeme huko o nikaamua niondoke niende nikafanye kazi mahali fulani. Nilipokuwa nafanya kazi, nikapata njaa ya ajabu. Kawa na korosho fulani sehemu pale, nikazichukua nataka kula. Sauti kaniambia usile. Nikasema naambiwa na mtu, nimesikia vibaya. Nikasikia tena usile. Nikachukua mkono nitakuingiza mdomo, nikaambia usile. Nikachukua zile korosho Nikakumbuka wakati fulani niliambiwa hivyo, nikawa mbishi, nikara nilialisha mpaka nikasikia mwili unataka kuingia ndani ya tumbo. Yesu asifiwe! Kumbe Roho Mtakatifu kazi yake ni kutushauri, mshauri, anakuongoza kila hatua. Huyu mwanaume unataka kuolewa naye huyu huyu huyu naye ah, mimi ah, ah, ah, nataka harusi. Eh, huyu usiolewe naye. mbona ni kijana mzuri? usiolewe naye. mimi bwana, nataka mtoto. mpa nini? Mpe anaelewa. mpa nini? baada ya miezi miwili, chungaji, mchungaji nimepata kipanga. Bwana Yesu asifiwe. shida na mateso, ninatamani ninatamani, kama leo tunaomba kwa ajili ya nguvu ya Roho Mtakatifu Jengia, utaona tu, utasikia amani, utasikia baraka, utasikia kuna kitu kinaingia ndani mwako. Ninatamani usimudhi mlusu wa kushauri alikwambia. Leo funga funga, huo ugali utakula tu, hizo chips na kuku zipo tu mpaka na kufa. Lakini ukimtii anasema, mkitii na kukubali mtakula mema ya nchi. Ile sauti itakuelekeza, itakwambia usifanye hivi, na kweli Mungu anakusaidia ukianza kuwa mti kwa ile sauti ya ndani, itakusaidia katika mambo mengi. Kuna sehemu naenda, wanaleta juice nzuri kweli, zinanukia, zimepikwa vizuri, Roho ndio anasema sio juice. Mwili una kiu, una hamu, nambia brother, unajua leo nimefunga, kasijafunga labda sasa utakuwa na hekima sio, unasema Roho Mtakatifu a, ni sio juisi yako. Bwana Yesu asifiwe, jiongeze, haleluya. Leo nimefunga kwa, naomba acha tu kwanza. Bwana kunywa, bwana kunywa, bwana kunywa, siku nyingine waambie waandae. Kwa nini ukienda sehemu nyingine, chakula ndio sumu mbaya katika maisha ya mwanadamu. Mtu akitakumaliza kirahisi, anapenda tumbo lako, huwezi kujizuia. Kama huwezi kujizuia kwenye chakula, ni hasara kwako kubwa Lazima uweze kusema hapana katika hili, lakini sio kwa nguvu zako. Kwa nguvu ya roho Mtakatifu unaacha juisi. Siku nyingine kwa neema ya Mungu tunashaka, nataka kunywa juisi, anatokea mtu anapiga meza juisi yote tunamweka chini. Kumbe ilikuwa ni sumu au kitu kibaya. Nataka kukuambia nini? Natamani, natamani. Napongea kuhusu kitu kisio kitu, cha kuongea kama nadharia, naongea sijui mambo ya Mungu wapi huko. Roho Mtakatifu yuko ndani yako tayari. Tunapoenda kuomba tunamwasha moto ule unaingia ndani mwako kwa upya. Usiku wa manane unaweza kuamka saa tisa nakwambia, mwanangu, hebu acha kitanda hiki. Nenda kaombe. Unasema hivi, tunakwambia kaombe. Jifunze kutokuwa mbishi, ndio nguvu ya Roho Mtakatifu. Jifunze kutokuwa mbishi. Kuna mkutano nakwambia, huku usiende, usikutane na wewe mtu. Kwa sababu atakuletea matatizo. Kuna watu mtakikutana. Kuna simu inapigwa, unajiuliza nipokee? Nisipokee? Usipokee. Sasa wale wajinga, unakuta mtu ana nyumba yeah. Ana hela kwenye akaunti, ana shilingi laki like, milioni moja yani, ana simu nne. Umeshaona, unajiuliza hivi simu nne unazifanyia nini? au simu mbili tatu? ndio usubiri eh, kidogo kwanza unakuja <laughs> kwanza masikini kitu baya sana duniani. Unakuta kama kuna vitu kama unashindwa kuwa na utulivu fulani, Roho Mtakatifu yupo. Anakutamani anatamani ukile. Kwa, kwa la kwanza anaitwa Paracletos. Mwambie jirani yako Paracletos. Maana yake msaidizi msaidizi kwa maana gani? La kwanza anakushauri kansela, anakushauri Isaya 61 mstari wa kwanza. Aai, Bwana Yesu akuweza kufanya chochote kwa miaka 30 kwa amna nguvu ya Roho Mtakatifu. Isaya 61 mstari wa kwanza anasema, Roho wa Bwana yu juu yangu, maana amenipaka mafuta ngia dadi mwako anakupaka mafuta. Mafuta manake nini? Ukichukua milango juzi pale kanisani na- ilikuwa napiga kelele ukifunga, lakini ukitia mafuta mlango kwa. Nasema roho wa Bwana au roho wa Bwana Mungu yu juu yangu, kwa sababu Bwana amenipaka mafuta ni waumbili wanyenyekevu habari wa njema, amenituma ili kuwakanga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Roho Mtakatifu akishaingia ndani mwako anakuwa ni mafuta mepesi. Kama ni mtu ambaye unafanya kazi, kazi inakuwa jepesi. Kama ulikuwa ni mtu unacheza na mpira, unashanga vidole vyako vinakwenda vizuri, unashanga. Kama vitu vyote unavyofanya vinakuwa vyepesi, ndo kazi yake, ni mafuta bila mafuta vyuma vinasaga, bila mafuta hakuna kitu kinachofanyika. Roho Mtakatifu anakuja kushauri, ndio kazi yake kubwa ambayo Mungu alimtuma kwako kwa. Jambo la pili, Roho Mtakatifu ni wakili. Wakili maanake nini? Biblia nasema hivi mimi naondoka, Yesu anaambia wanafunzi wake, lakini namwachia msaidizi. Mtakapoitwa mbele za watu, mbele ya mabaraza, mtakapoitwa kwa ajili ya hukumu, mtakapoitwa katika mambo mbalimbali, anasema msijiulize mtaongea nini. Mm -mm. Yule Roho Mtakatifu ndani yeku ataongea kwa niaba yenu. Wakili ni mtu anaenda mahakamani kuwakilisha wewe, anaongea kwa niaba yako. ni wakili wako kwa mambo mengi baada ya kujitetea mwenyewe mwache Roho Mtakatifu akusaidie kama kuna dhambi inakusumbua, usiaeke nayo mwambie Roho Mtakatifu nisaidie lisaidi sauetani kusikiliza pia alikwambia kimbia maeneo hayo ondoka usijiulize maswali ili dhambi isije ndani mwako ondoka ondoka alikwambia kaa kaa tulia tulia ile sauti ndani yako jaribu kuitii ili uweze kuishi Anasema sio mimi ninaishi bali ni Yesu Kristo ndani wa yako, Wagalatia 2:20. Maisha yako yanatakiwa kuwa ndani yako kuna Yesu, ili kwamba unapotembea unapopumua anaishi ndani yako, sio wewe tena. Anasema kuanzia sasa, sio mimi, ni mtu mwingine naishi mimi, kwapo sio mambo na kawaida, anaishi Yesu Kristo ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe! Anasema nimesulubiwa pamoja naye, ni hai wala sio mimi tena, sio mimi tena, bali Kristo yu ai ndani yangu. Anasema zaidi, anasema katika mwili n, n, n, katika anasema na, na, na, na, na ahadi awali iliyonao katika mwili ninao katika imani ya Mwana wa Mungu ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Haya maisha yangu, sio mimi. Ukishakuwa sio wewe, nimechukua maisha yangu nimempatia Yesu. Bwana Yesu ndiyo mkabizi maisha yangu, sio mimi tena. Naishi dhambi ikija ainikuti, mimi namkuta nani? wa wakili au mtetezi wako ndio kwambia. La kwanza ni kwamba Roho Mtakatifu ni mshauri katika maisha. Jambo lingine Roho Mtakatifu ni mfariji. Dunia ina mambo mengi, changamoto za maisha ni nyingi sana, zinatisha. Bila Roho Mtakatifu unakata tamaa. Wanadamu wanataka kufariji, wakutie moyo, wanakusengenya. Watu ambao walitakiwa tuwe msaada wako mkubwa wanakuchukia. Lakini Mungu anasema Roho wangu atakufariji. Kitabu cha